Hapo mvua imenyesha kama dakika tatu tu, ndio madhara yake hayo. Kwa hapa Dar es Salaam, uhandisi uliotukuka sijui, wahandisi wetu wa barabara barabara wanasemaje mvua ikinyesha dakika tatu tu, mk na eh, hapa ni katikati ya jiji, barabara Umoja wa Mataifa, shule ya sekondari ya Tambaza. Mambo ndio mwanzo yanaanza. Hebu angalia ya kigumbi hapo mbele eh, jirani

Bongo Dar es Salaam, wahandisi wanaona wanaoa, na hakuna mtu anayeshughulika kuangalia na utafuta ufumbuzi bao. Ni sawa tu, huwa itaisha mambo yetu kwa kawaida Bongo, tambara kwa kweli, na kera, wahandisi nyumba zinajengwa, kuna anayeangalia ha, tufanyike nini hapa

haya na magari so, ya maga zao yanapita, wana wasiwasi a, yanapita haya, na tabu hapa. Ni ukuta wa shule ya msingi hivi. Hii miukuta hivi ina faida gani hivi? Hawa watoto wa shule kwa kweli wanapata hewa shuleni? Huyu alitoa wazo wa makuta makuta shuleni nani nini? Mtoto wa shule anakuwa tafikiria amefungiwa jela. Ukimuuliza mtu anaweka ukuta hata ajui kwa nyama yako. Angalia i hii shule ya msingi. Shule ya msingi za Tanzania zinakuwa kama jela. Haya maukuta ya nini? Maka, inakera Shule ya msingi ya Muhimbili ndio ilivyo leo